Chuo kikuu cha Nairobi miongoni mwa wanafunzi hapa. Tunakutana na wanafunzi hao wanne wanaosomea shahada ya uzamili katika masomo mbalimbali mbali. Wote ni raia wa Liberia, wanaonekana wakijadiliana kuhusu jambo fulani lililowateka fikra baadaye tunagundua ni mjadala unaohusiana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika baadhi ya mataifa magharibi mwa bara Afrika, likiwemo taifa lao la Liberia. Wanapoketi kutuhusisha katika mjadala wao, ndipo tunapong'amua hofu inayowandama mioyoni mwao. Albert Luogon anaelezea hofu hii. Kuongezea kwa haya, hatua ya shirika la Kenya Airways kusitisha safari zake hadi mataifa ya Liberia na Sierra Leone ni habari ambayo wameipokea kwa masikitiko makubwa. wamekamilisha masomo yao na hivyo muda wao wa kurejea nyumbani kujiunga na familia zao ulikuwa umewadia. Now we we we we, know where to to to to to go when the, the new spread so so so it being so frustrating we just just been hanging there we, we, we waiting to hear good news and the news and and and is is is just getting worse and worse and worse every day my family is in Liberia Liberia I'm naked, I'm I'm here to study for two years so what I'm saying I'm supposed to be traveling to Liberia come this Friday Wizara ya afya imeelezea kuwa inaendelea kuwakagua wasafiri wote kutoka mataifa yote magharibi mwa bara Afrika. Taarifa pia zimearifu Nipashe kuwa kuna Wakenya ambao wamekwama nchini Liberia kutokana na marufuku haya, ingawa idadi yao kamili haijabainika. Haya yanajiri huku ikiarifiwa kuwa kamati ya bunge kuhusu afya imeelezea bunge kwa serikali haijaweka mikakati kabambe kwenye mipaka haswa Busia na Malaba. Waziri wa afya James Masharia, hata hivyo, amekanusha madai hayo. By the same time we are putting uh, the same screening processes in Mombasa and uh, all the other border points, so you can rest assured that, um, we are not just targeting the airlines but we are targeting actually all the passengers coming to this country whichever mode of travel. Huku hayo ya kijiri inaarifiwa kuwa Liberia imetangaza marufuku kwa raia wake kutoingia au kutoka kitongoji duni cha West Point katika mji mkuu wa Monrovia, ambako inadaiwa visa vingi vya maambukizi ya Ebola vimeripotiwa. Yamkini zaidi ya watu elfu moja mia mbili wamefariki kutokana na ugonjwa wa Ebola huku elfu mbili wakiugua ugonjwa huu. Patrick Njendi, Citizen Nipashe.